Ni kukaribishe tena ewe mdau ambaye umechagua kupata habari zote za kimichezo na kiburudani kutokea katika chaneli hii ya Moshiro Online TV, chaneli ambayo imelenga kukuletea habari za uhakika kutoka katika vyanzo vinavyoaminika ndani na nje ya Tanzania. Unachotakiwa kufanya wewe ni kuhakikisha umesubscribe katika chaneli hii ya Moshiro Online TV ili kuhakikisha kwamba hautokuwa ukipitwa na habari zetu. Staka mpya ya Young Africans Hafiz Konkani ameanza mambo huko Avic Town baada ya kutupia bao moja wakati timu hiyo juzi ikiichapa timu ile ya Friend Rangers magoli sita kwa moja, lakini kama ulikuwa hujui, ujio wa mgana huyo umemng'oa kiungo katika kikosi hicho cha wananchi Young Africans na mara baada ya kuondoka kwa mkongomani Fiston Mayele, Yanga iliingia sokoni kutafuta mrithi wake, lakini zoezi hilo likawa gumu. Ikafika muda vigogo wa timu hiyo wakakaribia kukata tamaa ili waweze kuachia mikoba Clement Mzize pamoja na Kennedy Musonda. Wakati huohuo huo Yanga Africans walimrejesha kikosini kiungo Mrundi Gaili Bigirimana aliyechomolewa dirisha dogo la msimu uliopita, na nafasi yake kuchukuliwa na Mamadu Dombia ambaye pia ameachwa mwishoni mwa msimu uliopita. Bigirimana alifika kambini Avictown na kuanza kupiga tizi, akiendelea kuutumikia mkataba wake wa miaka miwili, lakini ghafla alipigwa stop baada ya Yanga kumpata Konkani, kwani strika huyo Mgana alifanya chama hilo kufikisha mastaa wa kigeni 12. Mmoja kati ya watu wa karibu wa Bigirimana wanasema baada ya kuambiwa hivyo waliongea na mabosi wa Yanga na kuamua kuvunja mkataba jumla. Baada ya kufanywa hivyo kwa mara ya pili, sasa tumechoka, na alifanywa hivi msimu uliopita na sasa tumeamua kuvunja mkataba, na tayari viongozi wa Yanga Africans wanalijua hilo na wanalifanyia kazi, alisema mtu huyo wa Bigirimana alipozungumza na gazeti lile la Mwanaspoti ililoulizia ujio wa kiungo huyo wa zamani wa Newcastle United ya kule nchini England. Timu ya wananchi Yanga Africans tayari imeshafika kule jijini Tanga kwa ajili ya mchezo wa Ngao ya Jamii, ambapo itarusha karata yake ya kwanza Agasti dhidi ya Azam FC, na kama itashinda au kufungwa itarudi tena uwanjani Agosti 13 kuvaana na Simba au Singida Fountain Gate. Ili uendelee kuwa wa kwanza kupata video zetu ni kukumbushe, usisahau kusubscribe.